Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limejitokeza tena na kutoa taarifa kwa umma na kwa vyombo vya habari. Je, taarifa hiyo kutoka JWTZ imesemaje? Katika taarifa hiyo, jeshi hilo limeanza kwa kuambatanisha kipande cha picha kikimuonesha mkuu wa majeshi yaani CDF akiwa ni kama ameshikilia kipande cha bango kilichoandikwa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 Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, lina utaarifu umma wa Watanzania kuwa tangazo hilo linaloonekana likisambaa mitandaoni lenye maudhui ya maandamano ni uzushi wenye lengo la kuwahadaa wananchi na kusababisha vurugu na uvunjifu wa amani nchini, hivyo lipuuzwe.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 na upotoshaji huo. Taarifa hii ni ya tarehe kumi na mbili Novemba mwaka huu wa 2025, ambapo imetolewa na Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kama ilivyo kawaida kwa taasisi yoyote ile ya umma ama chombo chochote kile nchini kuzungumza ama kuweka taarifa sawa ambazo zinakuwa haziko sawa. Itakumbukwa pia Oktoba 16 mwaka huu wa 2025 jeshi hilo la ulinzi la wananchi wa Tanzania lilijitokeza tena na kutoa taarifa kwa umma na kwa vyombo vya habari. Ilikuwa ni kuelekea tarehe 29 uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu wa 2025 na taarifa hiyo ilitoka tarehe 16 Oktoba mwaka huu wa 2025, huku jeshi hilo likisema, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, yani JWTZ, lili utaarifu umma wa Watanzania kuwa liliendelea kufuatilia kwa ukaribu na kutathimini hali ya ulinzi na usalama nchini katika kipindi hicho cha kuelekea uchaguzi mkuu uliotarajiwa kufanyika Tarehe 28 na 29 Oktoba mwaka huu wa 2025 kama ilivyokuwa imetangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini yani INEC, na Tume ya Uchaguzi Zanzibar yani ZEC. Kwa ujumla JWTZ liliridhishwa na hali ya usalama iliyokuwepo nchini katika kipindi hicho ambacho vyama vya siasa viliendesha kampeni zao kwa kuzingatia matakwa ya kisheria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 watakaowaletea maendeleo pamoja na hali ya amani na utulivu iliyopo. Eh, JWTZ ilisema bado kumeendelea kujitokeza baadhi ya watu waliojiita wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi kutumia mitandao ya kijamii kupotosha umma kwa kuweka maudhui yenye kuleta uchochezi kwa kulihusisha jeshi na siasa ili kutimiza adhima yao ya uvunjifu wa amani. Jeshi hilo pia liliuomba umma wa Tanzania kupuuza machapisho au taarifa ambazo zimekuwa zikionekana kwenye mitandao ya kijamii. Wananchi walikumbushwa kuwa taarifa zote zinazolihusu jeshi hilo zitatolewa na makao makuu ya jeshi kwa utaratibu rasmi wa mawasiliano ya jeshi na umma. Jeshi hilo la ulinzi la wananchi wa Tanzania likiwa sehemu ya vyombo vya ulinzi na usalama nchini vyenye dhamana ya ulinzi nchini lilipenda kuwahakikishia Watanzania wote hali ya amani, usalama na utulivu katika kipindi hicho cha kuelekea uchaguzi mkuu, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi huo. Taarifa hii pia nayo ilitolewa na Kanali Bernard Masala Mlunga ambaye ni ka, eh, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Taarifa hii nimekusomea kwa faida yako ambayo ilitolewa tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Na sasa rasmi, tarehe 12 ya mwezi Novemba mwaka huu wa 2025, jeshi hilo la ulinzi la wananchi wa Tanzania limejitokeza tena na kutoa taarifa nyingine kama ambavyo nimekupitisha katika mtiririko wa taarifa hiyo. Hii hapa ni Habari Kiganjani, endelea kutufuatilia kupitia katika mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, eh, TikTok na Twitter kwa majina ya Habari Kiganjani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.